Kwa taarifa yako masizo na kama kawaida, so guys, tuko na majina zao. Jamini, semeni majina zao. Kwa majina naitwa Fanis. Mimi ni mama wa kijana. Kuna watu wengine, niko na mwingine mdogo. Hello guys, naitwa naitwa Kendra. This ni nickname. Nko ni just nimeizoea sana huko ghetto. But ni Kendra. Hello guys, I'm Wesley. So guys, nimetoka hapa na Kendra, sijui ameniambia tu amejirudia atakistori like nyingi, na nikaongelesha Wesley pamoja na mamake, wakaniambia ni sawa, cha wakuje wakuji wasikie unasema nini. Mi yenyewe ni mwana tu wenyewe mam, ni no, mam. Eh, eh, say like, nimerealize nimefanya kitu mbaya Back then, like madharau and all that, so like saa sahii, nikuja tu nikuombe tu msamaha. Pole kwa zile reaction zile vituko nilikufanyia. Nimefanya vibaya na regret tu, mi napenda kijana wako, na saa siwezi rudia tena. Tunataka tu work things out, ziko tu poa. Sijui kama una, unaelewa unaamini. Eh, ninaelewa juu nikikuangalia wewe ni msichana mdogo sana, na kama mimi nishakaa kwa ndoa zaidi ya miaka kumi na tano. Sasa mimi naelewa zaidi, nikikuangalia naona tu unahitaji bado kuelezewa zaidi utaelewa. Sasa mimi ni ile, siwezi ingilia kijanangu, ndio anaweza sema anaona aje? Juu nikiamua nikisema sikutaki na kijana asema anakutaka, naona hapo nitakuwa naonekana mimi ni. niko na makosa eh. nime enyewe nime, nimekaa chini hizo ma visiani zote kukuchapa kofi, nimeona yenyewe sijafanya poa. Sasa nimeita meeting nimeongea na Masi kama naweza waita tuke chini tuongee kama watu wakubwa, so naomba tu msamaha, msamaha tu msamaa na yes, yes, mm. <coughs> msamaa kwa tu naomba tu mimi, vile nilikuwa nimekwambia Masi like, nilikuambia we are human beings at some point we go wrong and then tunapasa kurectifiwa atukuje poa so nilikwambia she wasn't like this nikwambia she can change actually although for what she said it somehow hard somehow hard kukubali but for the sake of the love i have maybe maybe we can reconcile in a place

Okay, sijui nini imefanya kitu wewe una regret tu. Eh, hivyo sasa niko na ule mama ni mzee, ni mtu mwenye anahitaji heshima kaaani tui... mamazi wake ni mama. Ziwa, kiasa, ama niogopa bills za DNA. Chukua ambia ende DNA. Ama niogopa mm. bills nyawa hapo hey, nayo ni mingi mitu ni mimi mm. yeah. mm. tu heshima tu idumu. ya heshima tu idumu. mtu peke tu. And I'm really sorry, mama, I'm really sorry. Nimekusamea. But Nimekusamea lakini na vitu chache utafaa, inafaa urekebishe okay. Basi, basi, basi, basi, basi, basi, kama tu, tu, tu, tu, tu ndapiga hapo chuma. Mama, sijali mtaa na nimekukaribisha kwangu, lakini kwa nyumba yangu huwezi kuja ukiwa na mavazi kama hii, juu mbele ya inilo wako yaani, ifadhi inilo wako. So unaona, hata furahia mavazi, nikikuangalia we ni msana mzuri, una sura na shape. Mimi napenda vitu kama hizo hivyo, hapana na hivyo hivyo juu hata mimi ukinyangalia ndio maana una ni mistake ni kusema mimi ni mama mto mama mama wa mtoto I look young, but I'm old. Unaona, nataka ukue msichana wangu unizalie watoto, unaona ay, of course, na hiyo yote tutafurahia hey. A eh hey. Kile utabadilisha tu ni nini mavazi like. Ah, nimekusamea hey. nime

hiyo ni correct decision mm. Mm. for me Masi, I have to to forgive her I'm really sorry. But, But she's not supposed to repeat the same again. Masi, for me I have to forgive her Okay, babe, I'm really sorry. Masi, sayaki kweli, I'm sorry to ma'am.

niko sawa nilikwambia I love her very much mm. so kama amekaa chini akafikiria msamani kitu important so iko fit but nimempea condition she is not supposed to repeat the same mm. at any given point any day too, I don't forgive twice yeah I don't give a second chance akananga chance once if you waste it mm. it's all So in case a west hmm. I don't think think I don't think, yeah nilikuwa nampenda but <laughs> <laughs>

Mama nimeshangaa, mbona msimama hivyo haraka haraka? Kendra. Kendra. Ni bagu Bagu umetoa umetoa wapi? wapi? Airport. Airport. Nilibai wawili. Ile ile back studio, ametoka UK. Dramatic. Ana the same same bag. Wesley. Kama na na huyu huyu mama zako.

Hiyo ni mishanga. Ndio cha kuongea. Anda hivyo. Nilikwambia maybe. Naweza kupeleka hadi kwake huyu huyu. Chef nothing, totally nothing. Nothing. Unaona aje? Kuna vile na mimi nashuku Kendra. Kendra. Kuna vile namshuku. Ni sawa, acha nisijudge. Maybe but Umdem ana kitu. Umdem ni mgrow na eh. After I I I finish my my form four, I grew up with that girl before I get my scholarship. Najua kila hadi kwa unajua. I can take you to a home. Ni sawa guys, subscribe, like, comment and share. Wewe ndo niwashangaa. Cha naomba tu ni comment zenu, na nikuulize mada kwa roho nzuri aje. Hadi nimsamehe. Ama nimsamehe kwa inamaanisha nini? Mimi sijakuelewa. Mimi nilikuwa nimesamehe msichana, lakini nilikuwa nimemsamehe juu kulingana tu vile kijana wangu alikuwa amesema, na na nilikuwa namwangalia, nikaona anampenda zaidi. Hata yeye alikuwa akisema anampenda anamtaka, lakini nikiangalia, hii msamaha yetu haitatusaidia e. Unaona kama saa hii ama vile inaonekana, amenitupa ndani ya maji, karibu aniue. Sasa nikiangalia vitu kama hizo ni mbaya kwa maji, nikiangalia hiyo sasa siwezi kubaliana na huyo msichana tena. kwa pole hivyo, kwa pole sana. sema kweli ni maumbile. Kumaliza itakupoza, itakupoza, atanimaliza jana. Afikirie mbona nampenda. So Mickey, niko out of words. Aa, sikuwa najua kweli nyoka amejeka kwa kiongozi yako, amejificha. Nimenyamaza kila kitu like nilikuwa nimejaribu yani ku favor on a side because I love her but actually I don't know what to say.